Leo, so, brother braha amazako amazangu, nitakufundisha kwa nini walisema mke wa mtu ni hey, sumu. Yes, well, ah, well. Mwanaume mwanaumezia katoka yule, ndo mwanaume sio wewe, gumegume mshenzi wewe. Yule alinifanya kama malikia, ni faya kama malikia, ujue dharau zake zimevuka mipaka kiasi kwamba nimeshindwa kuzivumilia bro, kama ningeangaliza kulala mule ndani, wenda ningemnyonga usiku. Nimeamua kuondoka ili ilikuepusha mengi, kuepusha mengi astokene kubali kuwafala <sighs> unanitesa, umesahau ya nyuma, kwa nini mimi, tatizo gani? Au ni kazi sina Mbona unanitesa? Mbona unanitesa? Umesahau ya nyuma? Kwa nini mimi? Ndio. Tina anarudi sawa. Kutokana na pombe alivyobobea jana, anagutuka na kujipata chumbani kwake akiwa peke yake, kwani haelewi ni nini kilichofanyika. Siku iliyopita alienda sebuleni na akampata Zuu. Tina aliuliza Zu ni nini kilichofanyika siku jana, na Zuu kumwelezea, alimwongelesha Kevi vibaya na Kevi alikasirika sana, kwani maneno Tina aliyoyaongea hayakudhihirisha kamwe. Shikamo dada Vizuu, jana kumetokea nini hapa? Jana ulikuja umelewa sana tena, ukuja peke yako. Nilikuja na nani? Na mbaba mmoja hivi mweupe, tena amekuja amekubeba, na kaka ameshuhudia kila kitu. Mungu wangu, nitamweleza nini mimi? kwa hiyo sasa yuko wapi? Ameenda wapi? Maana ndani sijamuona jana. Dada, uliongea maneno makali sana, ulimtukana sana kaka. Yaani, kwa maneno yale, hata kama ungekuwa ni wewe, usingelala humo ndani. Kwa hiyo unamaanisha hakulala hapa, si ndio? Ndiyo, Aliondoka usiku ule ule na hajarudi mpaka sasa. Maskini ya Mungu, sijui atakuwa wapi. Asija akawa amenikimbia. kama ilivyo ada, mtu akikosea mwenzake lazima anyenyekee na aombe msamaha. Tina ilimlazimu anyenyekee chini ya miguu ya mumewe na kuomba msamaha, akiapa hakuna kilichofanyika na wala hajui ni vipi alijipata amebobea pombe, na kusema yeye anajua ni mke wa mtu na hangefanya alichokifanya kimakusudi. Kivi kwa kukasirika alivyokasirika, hakuwa anajibu chochote, manake alionekana amedhalilishwa sana. Lakini mimi najua nimekosea mama, na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kukomba msamaha. Nimekosea mimi mke wangu, nisamee babangu. Kevi. Kevin. Lakini mimi si nimekuomba msamaha mume wangu, nisamee babangu, najua nimekukosea. Mimi sikufanya makusudi, mimi na akili zangu timamu mimi siwezi kufanya kitu kama. Naomba nisamii mume wangu, unajua sisi ni wana ndoa tunatakiwa tukae chini tusovu hii tatizo, lakini si kukaa kimya na hivyo unavyokaa kimya mimi nitakuelewaje? Eh? Nitajua bado una kinyongo na mimi mume wangu tafadhali, nakuomba mume wangu tuongee, nakuomba Kevi, Kevi, turudi. Kwa mwenzetu Maya anabobea kileo hamini. Nasra alimkataa kabisa kwani walipendana kiasi kwamba hakutegemea anayopitia kwa sasa lingetokea. Anaona ni ndoto, lakini rafiki yake ambaye ni Nice, anamwambia hayo si mwisho wa maisha, kwani ajifunze kutoka kwa yaliyotendeka. Nice, anampa moyo na kumwambia kuna maisha baada ya kukataliwa, kwani hata pole yake haiwezi kumponya maumivu aliyonayo aliyonayo Maya kwa sasa. Maya anamgeukia na, na kumwambia maneno yanaweza kutoka kinywani vizuri lakini Tenda ndio shida kwani anatamani kutenda anavyosema naisi Nice, lakini imemkalia vigumu sana na kusema si rahisi kutoa pendo lake kwa Nasra. Usipoteze muda kwa wasioona umuhimu wako. Unajua kuongea ni rahisi sana kuliko kutenda. Eh? Natamani ingekuwa ni vyepesi na kwa haraka kama unavyosema. Yeah. Ila sio kazi rahisi kusahau mapendo yangu na kujitolea ya kwangu kwenye maisha yake. Kinachoniuma zaidi ni kujua nafasi aliyonipa kwenye maisha yake, kumbe sikuwa na makazi ya kudumu. Nilihitajika kwa sababu ya msaada wangu tu na sio mapenzi kama nilivyodhani. Nawezaje kuamini kuwa yote matamu aliyoniahidi ilikuwa ni danganya toto?

Tuko kwa Tina sasa. Kama ilivyo mama Tina hamtakangi Kevi, lakini leo amekuja kumuuliza Tina kwamba japo hampendi Kevi, lakini alichokiongea Tina jana hakikupendeza kabisa, kwani alimdhalilisha kijana wa mtu hadi kujiona mdhaifu. Tina kujitetea alimwambia mamake kuwa ni shetani alimtembelea, japokuwa mama mtu hakufurahia. Pia anamwambia Tina hiyo itakuwa sababu kuu ya Tina na Kevi kuachana. Tina anamkomesha mamake na kumkumbusha kuwa ndoa kati yao asijaribu kuingilia kati. Tina mwanangu, ulichokifanya jana, mimi kama mzazi sijakifurahia kabisa. Ni kweli simtake Kevin, lakini haimaanishi wewe uwe muuni Tina, umekuja umelewa, halafu unakuja na mwanamme, wakati unajua kabisa kama wewe ni mke wa mtu. Hivi unategemea yule baba angetoka na silaha yoyote eh? Siangeua mtu yoyote humu ndani? Unaitaka jela Tina, eh? Unaitaka jela na kuuliza Mama shetani alinipitia mimi, hata sijui ilikuwaje. Inamaana wewe na shetani mna urafiki mkubwa sana mpaka mnapitiana? Haya, alikupitia uende wapi? Sijamaanisha hivyo mama. Bwana sijapenda, narudia tena Tina, sijapenda, lakini kuna msemo unasema Kufa kufaana. Wewe unalia msiba wa kufiwa na mwanao, mchonga majeneza anafurahia, ameuza jeneza, amepata pesa, ameenda kutumia na wanaye. sija kuelewa mama, unamaanisha nini? Ulichokifanya jana sio kizuri, lakini unaweza kukitumia kama sababu. Sababu gani mama? Ya wewe kuachana na Kevin? Hivi mama, unaongea vitu gani wewe? Hivi unajua ni jinsi gani nilivyochanganyikiwa Tina? Hii ndoa ya kwako wewe na Kevin ni mzigo mkubwa sana kichwani kwako. Lazima mimi kama mama nahakikisha umeutua huo mzigo mama nishakuambia masuala ya ndoa yangu, mimi niachie mimi mwenyewe. Tatizo <tutu> <tutu> unataka mambo kwa pupa, ndoa unaitaka, uhuru unautaka. Chagua moja, kusuka au kunyoa, binti.